Ni mashahidi ilipaza ni sauti katika baraza la madiwani, tukaunda kamati za upimaji kila mtaa. Leo napozungumza hapa, tumepindiwa maeneo yetu yote ya kata Isamilo, yale ambayo hayakupimwa tumepewa leseni za makazi, lakini natambua changamoto ambazo zipo. Naomba niwaambieni kupitia hadhara hii, viwanja tisini tayari mlamani yake imetoka na mwenyekiti wa mtaa yupo atakwenda kulisimamia hilo ili wale watu ambao wanahitaji hati waende wakatafute hati katika halmashauri ya jiji ili uweze kumiliki hati yako. Kwa nini tumepima maeneo? Unapopimiwa eneo lako, maana yake ni kwamba ardhi yako inakuwa na thamani kubwa. Leo ukija Isamilo, viwanja vinauzwa bei kubwa sana. Ukiwa na kipande chako na hati yako, maana yake unakuwa na uhakika wa kumiliki ardhi ulionayo. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, Tuendelee kuniamini najua, na sitawaangusha, takwenda kutekeleza haya inayoyazungumza. Tulikuwa na changamoto ya maji, naomba nishukuru sana serikali yetu kwa kujenga chanzo kikubwa cha Butimba. Ndugu zangu, tumejenga chanzo kikubwa sana pale Butimba. Napozungumza leo, chanzo kimekamilika, kinachoendelea, tunaendelea kujenga katika maeneo ya milima kuhakikisha kwamba maji yanakwenda kwa kila mwananchi anayeishi jimbo la Nyamagana na hususani kata yetu ya Isamilo. Lakini habari njema zaidi, nyie ni mashahidi, tumesambaza mtandao wa mabomba kila mtaa, lakini bado kuna watu ambao wamepata maji kwa bei nafuu. Kuna kaya zimepata maji kwa shilingi elfu ishirini na moja. Hii yote ni habari njema, kata Isamilo tutapata maji masaa 24 kila mmoja atapata maji masaa yote lakini ndugu zangu, kama mnavyojua, tumejenga barabara nyingi sana. Jumla ya fedha ambazo tulipokea kata ya Isamilo kwa miradi yote ya maendeleo ni zaidi ya shilingi bilioni tatu na milioni mia saba themanini na moja laki nne arobaini na sita elfu mia nane na moja na senti moja. Fedha hizi zimekwenda kwenye miundo mbinu mbalimbali ya maendeleo, lakini habari kubwa zaidi ambayo ilikuwa ni kilio cha Watanzania wanaoishi kata ya Isamilo ilikuwa ni barabara. Kero ya kwanza barabara, kero ya pili barabara, ya tatu barabara. Kwa namna ambavyo tumejenga barabara katika kata ya Isamilo leo hapa tulipo, niwashukuru sana kanisa, niwashukuru sana wananchi, lakini mshukuru sana na mbunge aliyopita. Tumeleta simenti, tumejenga hii barabara kwa kushirikiana na kanisa, lakini na wananchi wa mitaa hii Leo kizungumzia mtawa Acda na Nyakabungo hii tumejenga barabara ya zege kwa kushirikiana na wananchi, lakini na mbunge alileta zaidi ya mifuko mia tatu sina mashaka na hilo. Naamini takwenda kulitekeleza vizuri sana, naomba niwaombe kura sana ndugu zangu, naomba niwaombe kura wana maendeleo, wote wanaopenda maendeleo kata Isamilo, hata kama ni vyama vya upinzani, maendeleo hayana chama ndugu zangu. Na baba zetu mapema, kama tuna kijana ambaye ametimiza umri wa kupiga kura naye tumwamshe mapema. Mama, unapotoka nyumbani, hakikisha mkono wa kulia umemshika baba, mkono wa kushoto umeshika vijana wako waliofikisha umri wa kupiga kura, mwende moja kwa moja mpaka kwenye kituo cha kupiga kula ambacho umejiandikisha, ukatimize haki yako ya msingi.